Mi kwa majina naitwa Regina, Regina Iromo mm -hmm. nina masikitiko. Serikali kae chini angalie, tuna shida ya, ya, ya wanyama ambao hawashikiki, kwa sababu mimi ni mjane nategemea hicho chakula, nikilima niki inakuwa ni kwa faida ya wote, pia na watoto nasomesha. Hizo hela nimechukua za moto, nimenunua mbolea ya, ku, ya, ku, ya kupandia ya kubebeshea ya kukuzia nikitegemea nipate mazao ingalau nipeleke na mchango shuleni pia, hiyo hela inisaidie kwa ajili ya matumizi mbalimbali, lakini hao wanyama wanaingilia kati. Hivi saa hizi wameshaanza kuharibu mazao, madogo tu wameshaanza kuharibu. Je, serikali nafikiria nini? na umri nilionao naweza nikafa, nikafa kifafa kwa sababu ya mawazo nafikiria, hii serikali itanipeleka wapi? Na wanyama kufukuza siwezi, na umri wangu umeshaisha kula na kula, lakini umri umeisha. Tumekuta ngedere ziko kwenye miti, sawa hiyo. Ukiwinda hapo, naona ngedere imerukia ule mti, imerukia ule mti. Kwa hiyo ule mti wenye miti mikubwa hii, tungeomba serikali tusaidie kupunguza hii miti. Lalamiko langu mimi, Agneta James Sanga, nilalamiko la kwamba serikali tusaidie kutoa hii miti mikubwa mikubwa, hii wenye miti mikubwa watoe na ngedere washanza kula mazao yenu au? Oh, bado wanakula saa hizi, endao mbele hapo, yani hili shamba wa msitu. Mtuwamsmkubwa kweli msitu, wameiacha jirani na mashamba. kwa jina naitwa Felix Felix Sanga. Kuna changamoto kwa kwa kwa kwa kuhusu hizi ngedere. Tunapozungumzia ngedere, jamani, kama serikali tuangalie, na, na angalie namna kutusaidia. Jinsi gani tunavyopata tabu, tunalima kwa shida, tunatumia mbolea, tunatumia gharama, watu wa kutusaidia kurima, tunaanza tena muda mwingine wa kuanza kukushinda kama watoto ju. Kwa hiyo tutafika sehemu tunajikuta kama sisi vijana ambao ni machipukizi tunakata tamaa ya kufanya kilimo kama ni rafiki kwetu. Tunaona ni afadhali tukashindwa kusukuma vigogo, na hata kusukuma vigogo bado tuna familia, tunapoteza familia zetu, familia inaingia njaa. Na nikiingia nja, niki kulima bado nakuwa ni shida kwangu, shida kwangu naanzia wapi? Pale pindi napofika sehemu na shinda shambani, mtoto yuko shuleni, mimi nashinda kuangalia ngedere na hela sina, nikitegemea mavuno, nitataka mavuno yanipe kipato, lakini kile kipato hamna. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kubwa kubwa kubwa, hasa vijana sisi wa Makete. Inafika sehemu tunakimbia miji. Kwa nini tunakimbia miji? Unaangalia, unaona kile unachokifanya hakina faida kubwa. Utakuta watu walio wengi wanakimbia tu kuvichana mbao, vibarua vyenyewe vinasumbua, ajira hamna. Mtu usome ambaye amesoma na asiye soma, unakuta kama tunaendana tu maisha. Naitwa Daniel Kisimbilo, ni mkazi na kijiji wa kijiji cha Tandala, kitongoji cha Singida. Kwa sasa imeonekana kwa mwaka huu sijui kuna changamoto gani kwenye kwenye ma, kwenye ofisi zao lakini hawajaje hata kutupa support wala kidogo. Mm. Ndio hicho tunachoshindwa kuelewa lakini hiyo hicho tunaanza kulia muda mrefu na wao wanasikia lakini mwisho wa siku akishasikia anaonekana kama zile tunapiga bla bla lakini tunaumia kweli kweli tunazungumza hivyo kwa ku, kwa kumaanisha tunaumia. Yaani wasione kama vile tunazungumza au tunataka kujifurahisha si kweli. Mashamba yameathirika pakubwa, yani tunafika mara, yani mwisho wa siku tutakufa. Sasa wale wanyani watakuwepo lakini sisi binadamu tutaondoka. Kwa sababu ya nini? Ya njaa. Matokeo yake na sisi hatutaki kuitia serikali ya sala kwamba ibaki tu inatupa sisi watu wenye nguvu, inasema mara msaada unaenda tena. Kwanza ni aibu kwamba serikali inawapeni, inawapeni msaada mmeshindwa kulima. Sisi tunalima lakini mwisho wa siku au hii mifugo ambayo inaishi ina, ina polini ndio ina inafika mahali inatuharibia, inatuibia wanyama, lakini watu wenye sekta hiyo wapo. Kwa nini hawasitoke maofisini waje kutusikiliza? Naitwa Sifaeli Abednego Tusiwene ni mwenyekiti wa kitongoji cha Singida ndani ya kijiji chetu cha Tandala. Eh, leo tupo kupaza sauti yetu kwa serikali yetu hususani upande wa watu maliasili. Tuna changamoto ya wanyama waharibifu ngedere na wengine wengi ambao wamepelekea pia kuharibu mazao yetu mashambani, na imekuwa sasa ni changamoto ya muda mrefu, ambayo pia imepelekea kuacha shughuli nyingi za kimaendeleo na muda mwingi kuwa mashambani kulinda, kukinzana na wale wanyama waharibifu. Kwa mfano hata leo pia wana kitongoji wote pamoja na kitongoji jirani cha Uchewa, tulikuwa mashambani pia kuhakikisha kwa umoja wetu, kwa sababu eneo tunalolimia pia ni karibu moja, kuhakikisha tunakuwa kule na kulinda wale wanyama waharibifu. Tumejitahidi kwa kadri tunavyoweza kuwa kule, lakini pia tunakosa muda wa kuendelea kuwinda wale wanani, kuwalinda wale, wale wanyama waharibifu wasiharibu mazao yetu. Ni kwa sababu pia namna ya kuwafukuza na namna nyingine hatuwezi zaidi tu ya kukaa kando ya mashamba yetu na kuzuia wale wanyama wasiingie kwenye mashamba yetu. Lakini changamoto nyingine pia ambayo tumekutana nayo ni watoto wadogo pia ambao pia wanatumika kuhakikisha wanakuwa mashambani kuyalinda mashamba. Hofu yetu ni kwamba baadaye pia tutawapoteza watoto ambao wanatakiwa waende kusoma, wapate elimu. Wanatumia muda mwingi kwa mashambani kuhakikisha mazao yanalindwa, ili wapate kula na afya za familia zao. Na upi sasa, kipi ambacho nyinyi mnakiomba kwa serikali? Sisi rai yetu kwa serikali ni kutusaidia ni namna gani tunaweza kuondokana na hawa wanyama waharibifu. Kwa sababu tunaamini serikali ina vikosi tofauti tofauti vinavyoweza kutuwezesha wananchi kubaki salama, kwa sababu tegemeo letu kama wilaya ya Makete, wananchi wa wilaya ya Makete tunasema ni wilaya ya kazi na tumejikita kwenye kazi, tunalima ngano na mazao mengine tofauti, mahindi, mtama, ulezi sasa tunapoingiliwa na wanyama waharibifu pia tunapata changamoto. Kwa hiyo rai yetu, serikali tusaidie kukinzana na hao wanyama waharibifu, ili yamkini tupate mazao, ambayo watu wengi ndani ya wilaya ya Makete wamejikita kwenye kilimo na tegemeo lao ni kilimo. na hii hi kazi mmepanga kuifanya kwa muda gani sasa, hii ya kulinda mashamba yenu? hii kazi tumeipanga kufanya ni zoezi endelevu, lakini sasa tumeona linatutumia muda mwingi, kuacha tunashindwa kufanya kazi zingine za kimaendeleo, muda mwingi tunakuwa kwenye kulinda wanyama waharibifu ambayo mmeanza leo? Hapana, sasa leo ilikuwa tu ni kutaka kuonyesha kwamba tumechoshwa na hii hali na tumepaza sauti yetu, na kwa kupitia redio pia tunaamini itafikisha ujumbe huu kwamba tumechoka sasa na wanyama waharibifu, na hatukupenda kuwadhuru wanyama waharibifu, kwa sababu pia tunasema wanyama ni uoto wa asili na ni mali asili, tunatakiwa kuzilinda. Lakini je, ni kwa namna gani pia zinaathiri? Kwa sababu tumeona mwisho wa siku wanyama watatudhuru na watamaliza mazao yetu, mwisho wa siku sisi tukafa pia. Je, kuna faida ya wanyama kuendelea kuishi wakati binadamu tunakufa? Kwa hiyo ipo hatari ya binadamu, nyie mkafa, ngedere wakabaki, wakabaki kwa sababu mazao yetu yote wamekula.